Cosmas Cheka, vipi unaliona pambano la leo la Mwakinyo? Kwanza cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa muda ambao tuko hapa mpaka sasa hivi. Ni kitu ambacho watu wengi wanatamani. Wengine wanatamani kuwepo lakini wengine wapo kwenye vitanda sasa hivi, namna anaumwa. Kuna wengine pia wameweza kutangulia mbele za haki. Ni kitu ambacho tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sisi ambao tulikuwa hai kwa sasa hivi ambao Mungu ametuepusha na na malazi na vitu tofauti tofauti ambavyo vinaweza kumfanya binadamu asiweze kuhusika kitu kama hiki. Mechi zitakuwa nzuri ambazo kwa unaona mabondia kama unavyoona sasa mabondia ni wengi.

az a toa na vipi, kuhusiana na maendeleo ya mchezo wa ngumi tangia mwanzo ulipokuwa ukitazama ukicheza, lakini mpaka leo unaonaje maendeleo? Ah, kumshukuru Mungu ngumi zimepiga hatua mm, kutoka hatua moja kwenda hatua mbili utafuta hatua nne. Mandela yako vizuri kwa kuendelea, sasa ngumi zimepiga hatua na hususani, kama hiyo media ambazo na na mnaifanya ngumi zinapiga hatua kwa sababu nyie mnatafuta contact kokote ilipo, kwa ni swala la boxing, nafanya ngumi kuonesha kwa TV live, ngumi kuonesha kwa YouTube ni kitu ambacho ni kizuri, ambacho mara ya kwanza kulikuwa hakuna, kulikuwa television chache. Naweza kuonesha katika kumbukumbu zangu television ambayo naweza kuonesha ngumi, television ya taifa

Ndio kitu kizuri. Yaani ni biashara ngumu, ndio ilivyo hivyo. Lazima uongee mambo yaende sawa. Kwangu bondia kama Asante namheshimu. Bondia wote Tanzania nawaheshimu, kwa sababu cha kwanza ukimuuliza bondia wote vipi kuhusu Cosmas Checker? Sina shida na bondia wote. Sina shida kwa sababu naishi nao vizuri. Naishi nao kama ndugu zangu. Ningekuwa naishi nao kama mablaza. Ningekuwa natambua kama kiongozi. Kabla ya kuwa kiongozi nilikuwa naishi nao vizuri. Na sasa kiongozi naishi nao vizuri, kwa sababu siwezi kuweka matabaka. Na siwezi kumhitaji, kumhitaji bondia gani hapana.